Kwa ajili ya kuadd moisturizing kwenye sabuni yetu. Haya ni maandalizi ya kutengeneza sabuni ya maji yakifanywa na mabinti hawa wa darasa la tano na kidato cha kwanza ambao wanatumia malighafi rahisi zinazopatikana katika mazingira yanayowazunguka. Kwenye sabuni ya maji tulitumia vitu kama slays, tukatumia slays, tukatumia sulfuric acid, tukatumia acid salt crystals, Tukatumia alikatu, tukatumia soda ash, tukatumia perfume na pia tulitumia glycerin ku add moisture na pia tulitumia rangi mbalimbali kuadi ile rangi tunayoitaka. Mchanganyiko huu hukorogwa kwa dakika kumi kisha huachwa kwa zaidi ya saa sita hadi saba ili kupata kiwango kinachohitajika. Point ambayo tunatakiwa kuizingatia sana katika kutengeneza sabuni ya maji, wakati wa kukoroga tusibadilishe direction ya kukoroga. Kama unakoroga kuelekea kulia, uwe unakoroga hivyo hivyo kwa vitu vyote tunavyovichanganya, kwa sababu ukikoroga kwa direction tofauti, wakati wa kuchanganya vitu sabuni na katika inatengeneza layer. Inaweza kaweka sabuni peke yake na maji peke yake. Sabuni iko tayari, na hatua inayofuata ni kufungasha na kuweka lebo kabla ya kuingia sokoni. Hapa ni sehemu ya mwisho ya kubrand, na tuna brand bidhaa zetu kwa kutumia chata tofauti tofauti. Bei yake ni kati ya shilingi 2500 hadi shilingi 5000 kulingana na ujazo, na wanafunzi hawa hutumia faida wanayopata kukuza mradi wao na nyingine huenda kwenye matumizi. Pesa tunazipata kutokana na bidhaa zetu tunazoziuza, tunazitumia kununua vifaa vingine kwa ajili ya kutumia kwa ajili ya kutengeneza sabuni zingine ambazo zinatusaidia kupata kipato. Sometimes tunatumia katika kujifurahisha, kununua mahitaji yetu tunayohitaji kama madaftari, peni, penseli na vitu vingine kwa ajili ya kwa ajili ya kwa ajili ya matumizi binafsi. Uongozi wa shule unasema programu ya Beyond Learning imelenga kuwawezesha watoto kupata ujuzi wa ziada mbali na taaluma bunifu hizi ni kuwatengeneza watoto kuweza kupambana na soko la ajira duniani. Kama tunavyofahamu, ajira haianzii tu kupata taaluma, lakini inaanzia uh, le, kwenye ujuzi. Naam, Waswahili usema jawabu la kesho andaa leo. Ujuzi huu bila shaka, mabinti hawa huenda kesho yao ikawa njema zaidi. Azam News, Dodoma. <muchos>